na ili sakata lali. dunia bila hofu, linaloendelea. Hawa wana wanasiasa wetu wasake kufanya Watanzania kama vile hatuwezi kupambanua mambo, hatuwezi kujua mambo. Tunaelewa mstake ambao tulikuwa tuko kimya, hatusemi, tukafikiri hatuna uwezo wa kusema atuwezi. Sakata la utekaji ni limeibuliwa tu kwa ajili ya kuzimishwa jambo fulani. Kutekwa kweli, ni watu wanatekwa sana, na nimesikia malalamiko sana, na ni malalamiko ambayo ni ya kweli. Watu wanalalamika na familia zao, lakini kwa hili jambo kuletwa leo tena, sio kwamba ni jambo ambalo lipo nilipo, lakini kuletwa leo tena huu ni mchezo umetengenezwa, ni ishu imewekwa kwa ajili ya kuzimisha jambo ambalo linawaka moto. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaipasua kichwa jambo kwayo, ni njia zinatafutwa, plani zinaundwa za kuzimisha jambo hilo. Na, na moto wake ulimwenguni kote sasa, wanakwenda wanaufuatilia, lakini kila njia inajaribu kutengenezwa ili kusimisha jambo hilo, watu waanze kuhamisha mawazo kutoka huko moto unapowaka, kutoka kwenye hilo jambo ambalo ni la moto, na waanze kuhamishia huko kwenye suala la kuachima na swala la utikaji. Kuna vitu vinajaribu kunyanyuliwa wa Tanzania, mawazo yao ya no reforms, no elections, kwa ni la wa mawazo yaanze kuania kunyanya mambo mengine, alafu wao wanafahamu namna ya kuyazimisha, kwa sababu mara kadhaa yamenyanyuka juu wakayazimisha, watu wakata yafuatilia ikawa kimya ndio na hivi wanavyojaribu kulitoa huku liliko, jambo linapowakia moto la motomoto, wanalileta upande wa pili ambako wanajua wanaweza wakalizimisha. Huu ni mchezo wa wanasiasa, huu ni mchezo wa wanasiasa. Kipindi cha nyuma wameibuka vijana watatu waliotembea kwa miguu kutoka kanda ya ziwa kwenda Dar es Salaam Ikulu kwenda kuidai Tanganyika yao, wakiwa wanatembea kwa miguu, wamevaa magunia Walivyofika Dar es Salaam walipokelewa kwa mapokezi makubwa sana na wananchi, na mimi mwenyewe nikiwa ni, ni mashuhuda wa tukio hilo jiji li kazi zima, waandishi wa habari wakafunika wakajaa top, top, kwa habari ile ilivyokuwa ya moto ya vijana wale wakiwa wanahitaji kwenda ikulu kuidai Tanganyika na katiba mpya. Serikali ina mawazo marefu sana ina plani kubwa sana ndipo likanyanyuliwa swala la panya road siku hiyo hiyo jijini Dar es Salaam pale, na watu wakaanza kutaruki huku na kule huku na kule, kuhusu panya road. Mawazo yakaanza kuama, mawazo ya wale vijana na lengo la wale vijana likafunikwa hapo. Wale vijana walikamatwa, wapelekwa ndani wakaenda wakatolewa, wakapelekwa makao makuu ya chama cha Chadema e, pale Kinondoni huko kwa Manyanya, Kinondoni huko makao makuu ya Chadema kule lakini swala hilo lilikwenda hivyo likazimishwa, vijana wale wakarudishwa makwao, swala likawa kimya, hakuna swala la katiba, hakuna swala la nini, hakuna swala la kuidai Tanganyika yao Jis. Leo hii limekuja kuibuka swala la Lisu, na hili sakata analo lidai Lisu na hii kauli mbiu alionayo Lisu mewaka moto, wanatafuta kila njia ya kuweza kuizima na ili njia ya kuweza kuizima ni kuanza kuinua vijambo, na ndio maana lilivyoibuka tu jambo hili ikatokea kikundi fulani humo humo ndani ya Chadema, wakaanza kujiita jina fulani, mnawajua, wakajimegua dakika ya mwisho, wakajiunga wakaenda kwa ajili ya kuripoti kwenye chama fulani kwamba wakitilie nguvu chama kile, lakini wale watu nyuma yao kuna watu, sio wenyewe. Na hata kwenda kwenye hicho chama walichokwenda ni kuna watu, watazameni vizuri, au watu waliomeguka, watazameni vizuri. Huu ndio ukweli, na wapa, watazameni vizuri. Ko, ili swala la utekaji na swala eh, la Gwajima ni limeibuka kwa ajili ya swala la kufunika, watu wanahitaji kufunika jambo linalowaka moto, jambo lilio la motomoto, ni yana lengo wazimishe habari, zianze kutoka mawazo ya Watanzania, yaanze kutoka huku moto unako wakia mkali, na waanze wa kuyahamisha taratibu, kuyaleta huku enye swala la Gwajima kwa sababu wanajua kwamba watu walishaibuka wakitekwa, na kweli swala la utekwaji watu wametekwa sana, na watu wamelalamika sana, familia zao, na dakika ya mwisho wanafahamu namna ya kuweza kuzimisha kuona. Na swala hili wanajua wakiliamisha wazo kulitoa wa huku la Watanzania huku linakowakia moto kwa lisu, wakilileta upande wa pili huku litazimishwa na hili la huku ina maana litakuwa limesaulika, lakini mtambue Watanzania tunaona na hatujalala, hatuko usingizini na tunahitaji mtufanyie siasa safi, mtupeleke Watanzania vizuri, sio kama jinsi mnavyohitaji kutupeleka kwa hivi sasa. Sio kichwa cha wenda wazimu, tunajitambua hizi michezo michezo plani plani mnazotundia za kuzimisha mambo mengine ili kuibua mambo mengine ani mnaibua mambo mengine ili mzimishe mambo mengine, mzimishi, mambo mengine ni tunaelewa ni plani ukweli ni ndio huo mimi siwezi nikasema sana ila ukweli ni ndio Watanzania anzeni kufuatilia serikali yetu hii wanasiasa wetu hawa na mjue ni nini kinachoendelea ni mzunguko wa nini unaoendelea penye yake simamieni yake Mungu anawaona na laana tashuka juu yenu juu ya wanasiasa wabovu viongozi wabovu na watu wote msiofaa kuliongoza taifa hili. Mkinihukumu mimi hukumuni, lakini kuna Mungu yupo anawatazama na hukumu yenu inafuata. Mimi nashona mdomo kama vile sijui kusema, kama vile hatuoni, lakini ni ndio tunaona, ni ndio hayo Mwerewe mstundie plani plani za ajabu ajabu, tumechoka.